Lengo la hii kambi ni kuona tunamsaidia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunafahamu yeye kama Rais amewezesha kujengwa kwa majengo ya kisasa hospitali zetu zote wilayani huko mpaka kwenye kata zetu, tuna vituo vya afya vya kisasa, lakini kama mnavyofahamu na sisi viongozi hasa wawakilishi wa wananchi tunajitahidi kuona tunatumia nafasi tulizopewa na ninyi kuona tunaleta huduma, na hivyo kwa nafasi yangu mimi kama wa mwakilishi wa wanawake, maana mimi ni mbunge wa wanawake, nawakilisha wa wanawake wote wanaoishi ndani ya mkoa wa Mbeya, wilaya zote. Kwa hiyo niliona ni vema na mimi mwaka huu niendelee kuwagusa kwa, ku, kwa kutoa udhamini kuchangia fedha na kuhakikisha kwamba hawa rafiki zetu kutoka Ujerumani wanafika na tuweze kupata huduma. Kwa hiyo, kwa hiyo kwa wananchi tunapenda kusema ni huduma ya bure lakini gharama zinabebwa na sisi wawakilishi. Kwa hiyo kama hii mimi nilijitahidi kufanya nilipoweza na kuona kwamba mazingira yanakuwa rafiki kwa ushirikiano na hospitali yetu ya mkoa, daktari hapa Kilewa, pamoja na ndugu wangu hapa Mwaijande akiwa kama afisa wa uhusiano, tukawasiliana na kuona kwamba hii huduma iwezekane. Kwa mimi ne, naweza sema tu ongereni kwa kuchangamkia fursa, maana afya ni muhimu sana. Kitu chochote kiungo chochote kwenye mwili kikileta shida ni tatizo kubwa. Kwa hiyo kwa wewe uliyechangamkia fursa basi nitoe wito, waambieni na wengine watumie hii fursa, waje wengi, tutumie huu muda tulioupata, ili hadi kufika tarehe tatu, kesho kutwa, wengi waweze kupata hiyo huduma, maana baada ya hapo tutarudi kwenye utaratibu wa kuendelea kuchangia hizi huduma, lakini hii inakuwa kama ofa ofa kwa wananchi, lakini mimi mbunge nawajibika kuona kwamba gharama hizo za uwezeshaji nazitoa kwa hiyo nikasema nije tu niwasalimie na niwatakie matibabu mema. Mwenyezi Mungu akafanya wepesi yote ambayo yanawasibu katika macho basi yakakae sawa, na ninapenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa hospitali yetu hii ya mkoa, hasa daktari Kilewa hapa amekuwa ndo msimamizi wa hili zoezi. Tangazo letu kama mlisikiliza, tulisema mtoto wa jicho lakini dokta amenionyesha pale kuna wagonjwa kadhaa tayari wanahudumiwa nje ya mtoto wa jicho. Nimemkuta bibi pale kope hazifunguki, kwa hiyo hawezi kuona mbali, anaona hapa, akitaka kuona kule mpaka afanye hivi ili apate ile kope pale palipofunguka. Kwa hiyo anaenda kupata huduma yote. Hayo tushukuru sana uongozi wa hospitali kwa kuruhusu na matatizo mengine. Kuna kijana pale ana vinundunundu machoni, naye anaenda kufanyia upasuaji asubuhi hii kwa hiyo tuwaambie wenzetu tutumie hii fursa, hii sio siasa lakini ni huduma, na tunafanya huduma kwa sababu tumesa, tumeteuliwa kusaidia wananchi. Kwa hiyo ukipata nafasi na mnafahamu Tanzania tuko milioni zaidi ya sitini na tano, wewe ni nani upewe nafasi? Kwa hiyo ukipata nafasi ni vema ukafanya kazi ya dhati, uone unawasaidia wenzio. Mimi kwa kulitambua hilo ndio maana nimeweza kuona niguse kundi ambalo litatokea waweze kupata hiyo huduma. Na nikushukuru tena Dokta Kilewa, kwa kweli mmetusaidia sana, na madaktari wote pale ndani wanaoendelea na huduma. Sisi tutaendelea kuwaombea kwa Mungu, ili kazi iwe nyepesi, ili mgundulike shida na msaidiwe, na yule ambaye hata kuwa na shida yoyote pia tumshukuru Mungu kwa kuepushwa na hayo. Nafasi hii kipekee kabisa kumpongeza mheshimiwa hizi fursa kama alivyosema ni, ni adimu sana. Kwa hiyo Mheshimiwa, nakushukuru sana, asante sana. Hili swala si dogo, na nimefurahi sana ulivyosema unahudumia familia, ila ungeendelea kwa wanawake, lakini ulivyosema familia umenifurahisha sana, na kweli wote wapo, watoto, akina mama na akina baba. Na niseme tu kwamba hivi vitu ndugu zangu wananchi, ni gharama kubwa sana, kwa sababu ukipiga mahesabu tunavyosema mtoto wa jicho, mtoto wa jicho kwa mahesabu tu ya vifaa peke yake inaenda mpaka laki tatu na kumi na nane elfu. Hayo ndio mahesabu, kwa mjue ni kiasi gani hawa watu wanajitoa kwa ajili yenu kwa, ko kwa namna hii. Sasa hebu tutumie hii fursa ku, kupata hii huduma, tuambie na wenzetu ambao bado hawajafika. Sisi tupo kwa ajili ya kuwahudumia. Tumeanza jana, leo mpaka Ijumaa tupo, karibuni maana ikitoka tu hii huduma manake baada hapo tunaingia kwenye mfumo wetu ule wa kawaida wa kuchangia. Kwa hiyo ni vizuri ukamwambia ndugu yako jirani yako rafiki yako, akaja akatumia hii fursa. Hizi fursa ni chache mno, mm -hmm. Ni wachache sana ambao wanajitolea kwa ajili ya watu wengine. Aa, nikichukulia mfano tu hapa hapa tukasema, yani, kuna mgonjwa mmoja anahitaji milioni mbili kufanyiwa upasuaji, tuchangiane hapa. Naamini kuna watu wataanza kugeuka <laughs> na kuondoka, si ndio wapendwa? Sasa watu kama hawa wamejitoa tayari kwa ajili ya kuhudumia watu kwa gharama kubwa namna hiyo. Hebu tutumie hizi fursa, niwaombe sana sana sana, pamoja na shukurani kwa Mheshimiwa, lakini tutumie hii fursa kwa ndugu zetu ambao wako huko na huko na huko jamani, hapa kuna fursa hii na hii na hii, kwa sababu hatujaweka mipaka. Anaweza kawa ndugu yako yuko Songwe, yuko Iringa, yuko wapi? Tupo wiki zima hili, tuko hapa kwa huo uwanda tuliosema kwa ma, a, magonjwa yote ya macho karibuni, na yule atakayekutwa na upasuaji wa mtoto wa jicho atafanyiwa bure. Na bahati nzuri sasa, hata yale magonjwa mengine yanayohitaji upasuaji mdogo kwenye jicho bado tunafanya bure. Mheshimiwa amewapa mfano ambao wengine tayari wako pale, wameingia kwenye mfumo ambao tayari tunaenda kuwafanyia upasuaji. Karibuni sana mpate hii huduma, tumieni hii fursa jamani, asanteni sana.